Uh, kitu ambacho kilitokea kwenye mchezo huu ni kwamba uh, nyota Bernard Morrison, uh, nyota wa zamani wa Simba ambaye anacheza Ken Goldi alifanyiwa mabadiliko, lakini yeye alitamani kuendelea kucheza na mashabiki wa Simba walimshangilia uh, kwenye mchezo huo. Niko naye hapa Bernard Morrison kumuuliza kile ambacho uh, kimejiri. uh, Bernard uh, despite the loss uh, today but I saw you wanted to play the, uh, licha ya kupoteza mechi nimeona ulitamani kucheza dakika zote 90. Mwalimu anasema mwanzo ulikuwa una wasiwasi kama utaweza kumaliza dakika 90. uh, uh, kwanza mimi sijacheza kama, kama zaidi ya mwaka na nusu, kwa hiyo hii ni mechi ambayo mechi muhimu kwangu kwa sababu uh, kuna quality uh, ya wachezaji wa Simba, kwa hiyo ukicheza na Simba ukicheza na, ukicheza na timu ambayo wana wachezaji wazuri Uh, ndo unaweza uh, to try kama umerudi au ni vipi sasa. Huwezi kunitoa nje uh, uh, uh, ndani ya dakika da kama hamsini au arobaini uh, na nane. Ah, jamani mimi sitoke nje, lakini ali hey. <tipi> wanasema wa ulimwambia utacheza uh, kipindi kimoja tu. Ukiangalia okay, mpira vizuri, mimi hata kama nina miguu moja na mguu moja. moja nacheza vizuri kuliko wachezaji wote ambayo wanacheza mechi hii, mimi ndo Najifanya vizuri between uh, uh, uh, uh, uh, uh, me and mabek wa Simba wachezaji wangu wanapoteza mpira nini uh, anafa, wa, sasa wanataka ku, ku, ku, ku, kutoa nje uh, mchezaji ambayo anafanya vizuri ah, hawezekani. Morrison, watu wanatamani msimu ujao kuendelea kuona kwenye ligi kuu ya NBC Kenya Gold washashuka, tutegemea habari mpya. Mimi ni, nilikuja ni, ni hapa ni, ilikuwa kama, kama nafanya mazoezi kwa sababu sijacheza muda mrefu kwa hiyo Uh, sasa hivi uh, kama unaona umesha rudi uwanjani kucheza vizuri, kwa hiyo uh, niko tayari kuendelea na maisha lakini sio hapa. Sawa, shukran sana, asante uh, sana. Na huyo ni Bernard Morrison, naweza nikakuruhusu ukaenda Bernard. Uh, huyo ni Bernard Morrison, eh, nyota kwa upande wa Ken Goldi.